Karibu kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ambapo leo tunaangazia jambo nyeti na la msingi sana katika malezi ya watoto, ambalo ni umuhimu wa kuwafundisha watoto kuvaa mavazi ya stara. Katika dunia ya sasa inayokumbwa na mabadiliko ya kiutamaduni na kimaadili, ni jukumu letu kama wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa wakitambua thamani ya kujistiri. Mavazi ya stara sio tu swala la dini au utamaduni, bali ni sehemu ya kujenga heshima binafsi, kujithamini na kutengeneza msingi imara wa maadili mema. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu na ufanye hivyo sasa hivi, kwani tunashirikiana kukuletea maarifa zaidi na maarifa mazuri kwa ajili ya malezi na maadili ya watoto wetu. Karibu tujadiliane kwa kina kwa nini ni muhimu na jinsi ya kufanikisha zoezi hili kwa njia ya upendo na maelewano. Umuhimu wa kwanza ni huimarisha heshima ya mwanao mwenyewe ambayo tunasema ni self worth. Mavazi yenye stara humfundisha mtoto kuwa na heshima na thamani ya mwili wake. Tafiti za American Psychological Association APA zinaonyesha kuwa watoto wanaofundishwa kujiheshimu kwa kuzingatia mavazi hujenga tabia ya kujiamini na kutoathirika kirahisi na shinikizo la rika. Msingi huu ukijengwa mapema, si kwa kumkosoa mtoto bali kwa kumwelewesha heshima na maana ya heshima ya mwili wake. Umuhimu wa pili ni kuongeza usalama wa mtoto dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia. Mavazi ya stara huchangia kupunguza fursa ya udhalilishaji wa kijinsia. WHO na UNICEF wameeleza kuwa watoto wanaoonyeshwa kuvaa kwa heshima hupunguza uwezekano wa kuwa walengwa wa unyanyasaji. Mavazi yasiyofaa huweza kumweka mtoto katika mazingira ya taharuki hata bila yeye kujua. Umuhimu wa nne ni kuimarisha maadili ya familia na imani ya dini. Kila familia ina misingi yake. Mavazi ya mtoto ni mwangaza wa maadili ya familia. Kwa familia za Kikristo, rejea Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa. Kwa familia za Kiislamu, rejea Qurani sura ya 24 aya ya 31 na sura ya 33 aya ya 59 Mtoto anapofundishwa kuvaa kwa staha anajifunza pia kumcha Mungu kupitia vitendo vya kila siku. Umuhimu wa tano ni kuongeza uwezo wa mtoto kujitambua na kufanya maamuzi huru. Mtoto anapojifunza kuchagua mavazi ya msingi wa staha hujifunza pia kufanya maamuzi bora. Malezi ya staha humfundisha mtoto kutanguliza thamani ya ndani kuliko mwonekano wa nje. Hii hujenga msingi wa maamuzi mengine ya kiakili na kihisia. Umuhimu wa sita ni kuimarisha mwingiliano wa heshima kijamii, ambao tunasema social respect. Watoto wanaovaa kwa staha hupokelewa kwa heshima zaidi katika jamii na taasisi kama shule au ibada. Mavazi ni lugha isiyo ya maneno, inawasilisha tabia kabla mtu hajazungumza. Watoto wanaovaa kwa stara mara nyingi hupata nafasi nzuri katika mazingira ya kijamii kwa sababu huonekana kuwa na nidhamu kuliko watoto ambao wanavaa mavazi ambayo sio ya stara. Faida ya saba, huandaa mtoto kwa uongozi wa baadaye. Viongozi huonekana kwa tabia na tabia huanza na mavazi wasomi wa saikolojia ya maendeleo ambao ni developmental psychology wanasema kuwa maadili ya uongozi hujengwa tangu utotoni kupitia tabia ndogo kama mavazi, lugha na mienendo. Mtoto wa staha huaminika zaidi na huchukuliwa kuwa mfano wa kuigwa. Umuhimu wa nane ni kumlinda mtoto dhidi ya unyanyapaa wa mwili ambao tunasema ni body shaming. Watoto wengi huteseka kwa kuonekana tofauti kimwili. Mavazi ya staha huondoa shinikizo hilo. Vazi lenye stara husaidia mtoto kuondoa wazo la mwili wangu siyo kamili, kwa sababu si mwonekano wa kimwili unaopewa kipaumbele. Hii huimarisha afya ya akili ya mtoto. Faida ya tisa ni kuondoa matarajio ya kijinsia yasiyofaa mapema. Mavazi yasiyo na staha Kuweza kumpa mtoto sura isiyo yake kijinsia mapema ambayo hii tunasema ni sexualization. Ripoti ya APA ya mwaka elfu mbili na kumi ilieleza hatari ya early sexualization kwa watoto wanaovalishwa kama watu wazima. Mavazi ya star humpa mtoto uhuru wa kukua kwa kasi yake bila shinikizo la kuwa mrembo au sex. Umuhimu wa kumi ni sehemu ya elimu ya kujilinda ambayo tunasema personal boundaries. Kumfundisha mtoto kuvaa mavazi ya stara kama sehemu ya elimu ya kujilinda ni jambo lenye umuhimu mkubwa katika malezi na maendeleo ya mtoto, hasa katika muktadha wa maadili, usalama, heshima ya mtu binafsi. Kwani mavazi ya stara humfundisha mtoto kwamba mwili wake ni wa thamani na unapaswa kuheshimiwa. Hii husaidia kukuza kujitambua, kujiamini na kuonyesha kuwa si kila mtu anapaswa kuona au kugusa mwili wake bila ridhaa yake. Asante sana kwa kutazama hadi mwisho. Tumeelewa kwamba kumfundisha mtoto kuvaa mavazi ya stara sio tu kuwakinga kimwili, bali pia kuwajengea misingi imara ya maadili, heshima na kujitambua. Malezi bora huanzia nyumbani na mafunzo haya ya msingi yana mchango mkubwa katika kumkuza mtoto mwenye nidhamu na heshima kwa nafsi yake na jamii. Kumbuka, tunapowafundisha watoto wetu kuvaa kwa stara, hatuwalazimishi bali tunawalea kwa hekima, upendo na kuelewa maana ya kujistiri. Tuendelee kushirikiana kama wazazi, walezi wa jamii kwa ujumla katika kujenga kizazi chenye maadili mema. Bila shaka umejifunza kitu kipya leo. Usisahau ku like ku comment na kusubscribe ili upate maudhui zaidi kama haya. Tuwasiliane tena kwenye video inayofuata. Kwa heri na Mungu akubariki sana.